Tarajio kabisa ni kuwa na zaidi ya wanafunzi elfu moja kulingana na idadi kubwa ya mabweni pamoja na madarasa na miundombinu mbalimbali ambayo ipo. Tulipokea pesa kiasi cha bilioni nne pointi nne kwa ajili ya ujenzi wa jengo la utawala, lakini bwalo ambalo mnaliona hapa nyuma, lakini yakiwepo madarasa, nyumba za walimu ambazo mpaka sasa zishakamilika kwa asilimia 98. Majengo haya kwa kweli nimshukuru uh, mheshimiwa Rais kwa sababu yanaenda kuleta utofauti na mafanikio makubwa kabisa katika uh, utoaji wa elimu katika utoaji wa elimu katika nchi hii, kwa sababu ukanda uh, huu wa uh, Siha uh, maeneo haya kama ambavyo mnafahamu, Siha ipo katika ukanda huu wa Magharibi wa Kilimanjaro, ambako kuna jamii za wafugaji, lakini imekuwa ni suluhisho, kwa maana wanafunzi wa kuweza kuwaweka pamoja na kuweza ku kuweza kujifunza na kuweza kuleta uh, matokeo makubwa. Lakini wana, uh, wanafunzi hawa wametoka pia katika nyanda zingine, lakini kufanya kwamba utoaji wa huduma hapa uweze kufanyika kwa uh, uzuri, lakini tumeweza kuzingatia katika ujenzi wa miundombinu hapa eh, kuzingatia utunzaji wa mazingira na nishati safi, na ndio maana zaidi ya miti elfu saba imesha pandwa tayari katika maeneo haya hili kuendelea kutunza uoto wa asili lakini uwepo wa nishati safi tayari pale umeona katika bwalo hili tayari tumeshaanza uh, kusha kuwepo na majiko pale ambayo yatatumia hii nishati nishati mbadala. Kwa hiyo hili litatusaidia kabisa katika utunzaji wa mazingira, lakini uh, ustawi wa wanafunzi hawa ambao kwa sasa wapo. Kwa hiyo uh, majengo haya na miundombinu hii itatuletea kuwa na kizazi bora kabisa ambacho kitapata elimu tegemea au tunaomba mtegemee kwamba tunazalisha madaktari wengi, tazalisha mainjinia wengi, tazalisha wanasheria wengi, lakini zaidi sana tunatamani siku nyingine tuwe mama Samia ya Kilimanjaro gas, na mkizingatia ni shule ya kike na rais wa sasa ni mama. Tunatengeneza marais wengine wengi na watendaji wengi wa serikali kutoka Kilimanjaro gas kushusha dining madarasa, maabara, mabweni, kwa kweli tunamshukuru sana. Tunajisikia tuko salama, tunaona kabisa ndoto zetu zinatimia, kwa sababu walimu wapo, wanapambana usiku na mchana. Tunafanya mazoezi mengi, mitihani mingi, yani tunaona malengo yetu yanafika, yani tutafika malengo yetu.